Wachungaji ni watu wakubwa sana, ni viongozi, wanamiliki nafsi za watu, na kazi yao sio kuleta migogoro au kusababisha matatizo. Kiongozi yoyote wa dini ni kuhakikisha anaiweka nyoyo za watu katika utulivu. Hata Bwana Yesu alikuta mamlaka akasema ya Mungu mpeni Mungu, ya Kaisari mpeni Kaisari. Sasa sisi kwa sababu tunamtumikia Mungu na watu ni hawa hawa, asubuhi wako kanisani na misikitini, jioni wako kwenye viwanja vya siasa. Kwa ni kazi yetu kutafakari na kutoa maelekezo yaliyokuwa mema, na kama viongozi wa dini tutajikita kwenye kumobilize watu wavuruge nchi, eti kwa sababu mimi sikuwa kiongozi, itakuwa kwa kweli sio dini, itakuwa na agenda yako ya siri. Na tukimobilize watu eh, sijui hata misikiti tutaijenga wapi au makanisa. Hapa lazima tujiulize. Kwa hiyo, si tunasema hatuna ugomvi na chama chochote wala, wala, wala, wala siasa aina yote, lakini tunasimama kuzungumza haki. Kwanza, kumekuwa na mifumo mibovu, mtu akisimama kuzungumza ukweli na kutoa makemeo anaitwa wewe chawa. Sasa watu wamekuwa wanaogopa hata kusema ukweli, anaitwa chawa. Hivi kwa akili tu ya kawaida, hata ya mtoto mdogo aliyefeli shule, askofu kama huyu anaweza kawa chawa kwa mtu sasa tujiulize hata kwa akili ya mtoto aliyefeli shule. Askofu aliyekwenda shule akaaminiwa na watu na dunia akakabidhiwa mkoa mzima alinde nyoyo za watu. Baba askofu kama huyo anaweza akawa chawa. Hizi ni lugha za kutaka kudhalilisha watu na kubeza watu ili watu washindwe kusimamia yale wanayotaka kusimamia. Mchungaji anaingia kanisani anawaelekeza watu wamjue Mungu, kutafuta ufalme wa Mungu wa kesho. Mchungaji anaweza akawa chawa, akaacha maneno ya Mungu akawa chawa wa mtu? Imamu au shekhe aliyesoma maneno ya Mungu akamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaweza kaacha qurani yake akawa chawa? Hayo ni maneno ya, ya hovyo, ya kuwabeza watu ili watu kuwa, kuwateza nguvu, kuwadhoofisha kuwa, viofisha, kuwa neutralize ili washindwe kusimamia yale yanayotakiwa kusimamiwa. Sasa sisi tuna sacrifice maisha yetu, na hakuna nabii aliyekuwa mjinga. Mitume wote walikuwa wazalendo. Muhamadi sallallahu alaihi wasalam alikuwa ni mzalendo. Yesu Kristo alikuwa ni mzalendo, na ndio maana Yesu akukubali kuikimbia Israel na aliacha usia kwa wanafunzi wake, akasema, watakapo kufukuzeni mji huu kimbilieni mji mwingine kwa maana mtu alimaliza yote Israeli mpaka japo mwana wa damu ule, ni uzalendo ni uzalendo. Sasa tunachokifanya hapa sisi ni uzalendo. ajenda ya kwanza, kuna baadhi ya wanasiasa ambao wao ndio chanzo cha vurugu, sio viongozi wa dini. Mimi hapa ni Mwislamu, huyu Baba Askofu ni Mkristo, lakini angalia mapenzi yaliyoje, tumekaa naye meza moja hapo, wote hawa wote ni wachungaji Leo utasemaje kwamba viongozi wa dini ndio chanzo cha vurugu nchini? Chanzo cha vurugu ni wanasiasa wenye tamaa ya uongozi. Viongozi wa dini hawa wote wanata, wanategemea ufalme wa Mungu, sio ufalme wa dunia. Hakuna hata mmoja hapa anayetembea na kutafuta ufalme wa dunia. Wote hawa wachungaji, mashehe wote hawa wanaishi, wanapambana wakitegemea ufalme wa Mungu. Sasa ukiniambia kwamba viongozi wa dini ndio chanzo cha vurugu, mimi sikuelewi, labda kiongozi wa dini ajiingize yeye mwenyewe kwa kutaka yeye mwenyewe dunia. Sasa jambo lingine, kumekuwa na wanasiasa wanasema no reform, no election. Haya ni maoni ya mtu binafsi, anayo haki ya kusema, wala tuwezi kumkataza eh. Ni sawa na kusimama mwambie mtu, kwa nini unajitangaza wewe Mkristo? Sasa unataka ajitangaze nani wewe? Kwa nini unajitangaza Muislamu? Unataka ajitangaze nani? Hii ni nchi ya kidemokrasia ina uhuru wa kuchagua dini na chama, lakini unaposema no election bado kuna package ya maneno ya watu wanasema hivi, siku ya tarehe ishirini na tisa watakiwasha. Naomba hili ndio tuelewane. Hii ndio point. Watakiwasha ina maana watafanya watakavyofanya, waingie barabarani ili kulazimisha uchaguzi ule usimame. Nchi na watu milioni sabini. Siamini kama milioni sabini wote wamejiandikisha kupiga kura. Siamini. Kwa nini unataka utumia uhuru wa mwenzako kulazimisha wako ndio wewe sahihi? Kwa tumekuja hapa kujadili hayo kwamba watu wajitokeze wakapige kura, wamchague nani watajua wao wakumchagua. Sisi sio kazi yetu kulazimisha mchague ni fulani. La. E, kwa sababu hatuendi kuchagua askofu wala shekhe wala imamu wala mchungaji. Tunakwenda kuchagua kiongozi wa kuliongoza taifa la Watanzania wenye dini zao mbalimbali mbali. La, la pili la tatu, kumekuwa na watu wako nje ya nchi, ili lazima tulizungumze, wamekuwa wakitoa matusi mabaya sana kwa viongozi wa nchi, kitu ambacho mimi binafsi na nafikiri hata ninyi wadau mnaotusikiliza nje na mlioko humu ndani, sidhani kama tendo hilo linakubalika kwa mujibu wa kanuni za nchi au wa dini yoyote ile. Wamekuwa wanatukanwa viongozi wa kiserikali. Na mimi naamini kuondoa serikali sio kuitukana serikali. Duniani kote, serikali haondolewi kwa kutukanwa wala kwa maandamano. Tumeona maandamano ya Libya yameleta vurugu. Leo Libya kumekuwa na marais watatu, nchi moja haikaliki. Tumeona Iraq, sasa hivi Iraq. Jamangu moja juzi, na naongea naye, yuko kwa Baghdad, anasema Mwaipopo, Baghdad kama vile Mbagala kuisha kabisa, hamna kitu. Nchi iliyokuwa na nchi ya yaani, ni nchi ambayo ina ushawishi leo Libya imekuwa sisi, Tanzania ndio tunawasaidia wa Libya. Watu wote wako tabani, watoto wameuawa, vijana wamekufa, maji wakikimbia, wakienda nchi za kimagharibi. Sasa kuna watu wako nje ya Tanzania, kazioni kushambulia serikali na kututukania viongozi. Lazima tuwaheshimu viongozi, kiongozi yoyote awa wa chama chochote, kuheshimiwa ni jambo la lazima kwa kanuni ya dini yoyote hilo la kwanza lazima tulijadili. Kumekuwa na watu ndani wakiwapa nguvu wale watu wa nje na kumekuwa na vyombo baadhi ya vyombo, mpaka viongozi wa dini zote, sio wachungaji, sio Waislamu, sio Wakristo peke yao, baadhi sio wote, wanasapoti hayo mambo kwa kutaka kuwafurahisha watu. Hivi kweli ukasapoti mtu anayefanya vurugu katika nchi yako kwa kutukana watu, matusi yangoni, ya ngoni, hiyo ndio sera ya chama? Utaingia ikulu kwa kutukana watu, hayusikani. Haya lazima tuyajadili, ni vyanzo vya kutaka kuleta vurugu. Wengine wamewekwa kwa Kenya, wanataka kulinganisha Tanzania na Kenya. Sisi hatuli milungi jamani, hapa Watanzania wote vichwa vyetu viko vizuri, atushindii malungi. Mtu anakuambia kwamba Tanzania na Kenya, Kenya wako mbali. Wako mbali kwa kipi? Mimi nimekaa Kenya mabwana, naijua. Nimekaa Nairobi, nimekaa Nakuru, nimekaa Eldoreti, nimekaa Mombasa tulikuwa na ndugu yangu Abubakari Kado, tumekaa naye Nairobi pale, tumekaa south B, Kenya. Ukimwona mtu anakula milo mitatu na kama wanapinga wananiangalia hapa live, Msomali, Mwarabu, Mhindi, ukimwona Mkikuyu au ngozi kama yangu anakula milo mitatu, basi anaweza kawa ni Mkikuyu royal wali waliowaiwaizemani wali wali ile familia familia la labda ya rais Kenya watu wanashindia sukuma wiki na kideli. Sisi hatushindii sukuma wiki nchini, tunashindia chakula. Kwa mambo kuifanyisha Tanzania na Kenya si sahihi, na serikali haziongozi kama uniformu ya, ya jeshi. La pili lazima tulijadili, la tatu na lingine la nne au la tano. Kumekuwa na mfumo mbovu kabisa hata vyombo vya habari. Nakwambieni ukweli, nakushukuru nyinyi wandishi mmekuja leo. Waandishi wa habari wa nchi hii ndio chanzo cha migogoro na vurugu na hata yale mauaji yaliyofanyika Kenya, na kuelezeni wazi bila chenga yalisababishwa na vyombo vya habari, na kuna mwandishi wa redio moja Kenya na hifadhi alikamatwa, na hifadhi alikamatwa akapelekwa hedi. Yeye alikuwa anatumia chombo cha habari kufanya uchochezi kwa lugha kwa kutumia lugha ya kwao. Tanzania, tunaeleza ukweli, vyombo vingi vya habari vinanunuliwa na watu wanaotengeneza chuki dhidi ya serikali. Ukiwaita kwenye mikutano kama hii ya viongozi wa dini wanaotaka kuzungumzia amani, wale waandishi hawaji, au wakija hawatowi. Huu ni ukweli, na tutafika sehemu tutavitaja hivyo vyombo, tunavijua vipo vingi sana, tutavitaja na wengine wako paka Zanzibar, wanajifanya tembea na msafara wa rais Mwinyi, kumbe wamo wanatengeneza ajenda za siri na kila kukicha wanawapigia mabwana zao ili wawatumie mshiko kutoka nje, kwa sababu haya yote yanayofanywa nchi hii ya vurugu yameandaliwa na mashirika ya Ulaya yasiyokuwa ya, ya kiserikali, yana finance pesa, yana support pesa, ili watu tuivuruge nchi kama ilivyovurugwa Libya. Libya kama Libya <laughs> Msifikiri mabwana walivuruga wa Libia wenyewe, aa, Libia ilivurugwa na Walibi wanaokaa nje na Libia. Kama hivi Tanzania, kuna watu wako Marekani, wako Japani, wako Nairobi Kenya, wako Uingereza. Kazi yao ni kutengeneza klipu ndogo ndogondogo kuwataki watu ndani ya nchi. Muulize wewe bwana, sasa sera ya kumwataki mtu hiyo ndio itafanya kweli upewe serikali. Sasa haya ndio tumekuja kuyajadili, lakini kuna vyombo vinajiita haki za binadamu. Haki za binadamu na nyinyi kuelewa kweli, kwa akili ya kawaida tu, ndugu zangu, haki za binadamu msifikiri ziko upande mmoja, ziko kote watu. Haki za binadamu, viongozi wa nchi wanapotukanwa hamsemi kitu, mmetulia, lakini wale wanaotukanwa wakisema washughulikiwa kwa njia za kisheria na kikanuni haki za binadamu mnasimama mnatetea sana na kulani watu watu wa haki za binadamu kuweni wa kweli, mwogopeni Mungu. Hili ni taifa letu sote, hii nchi ikiingia kwenye matatizo, hakuna wa kwenda kanisani wala msikitini, hakuna haki za binadamu wala haki ya nani. Waandishi wa habari, kuweni wa kweli, nchi ikiingia kwenye matata nyinyi hamwezi kushika kamera wala mtu apata nafasi ya kuchukua mtu anayezungumza, mtakuwa mnapiga picha maiti, hata nyinyi mtakuwa katika hali ya hatari. Kwa haya ndio tumekuja kuyajadili hapa. Tunawataka, tunawaombeni sana watanzania wenzetu, siku ya tarehe ishirini na tisa nendeni mkapige kula, nendeni mkapige kula, acheni kulishwa maneno yasiyokuwa na maana. Sisi binafsi kama viongozi wa dini tunasema hatuna chuki na serikali wala na chama chochote kabisa, na kama mtamwaga damu, basi mwageni damu na damu itakayomwagika tunasema, kama maneno aliyosema Pilato wakati anamhukumu Yesu. Pilato alinawa maji akasema, nanawa maji haya, damu ya huyu mtu mtakaoimwaga itakuwa juu yenu na vizazi vyenu vijavyo. Sisi hatutohusika, tunanawa maji na wale wote watakaoendelea kuinjinia mapambano. Sisi tutanukuu, baada ya matatizo heji lazima waende Wala mtu asidanganye kwamba yeye watakwenda viongozi wa serikali tu, ana, ana, na na na ana chama kikubwa cha siasa, anachukua mshahara karibu ni milioni kumi, anatembea na Lexus au V8, ana nyumba nzuri ya kisasa anakula na kusaza watoto wake wako Ulaya, yeye yuko hapa, anasema tunatetea wanyonge, na mimi ni mnyonge. Wewe mnyonge kweli? kazi ya kutetea wanyonge ni kazi ya viongozi wa dini, na ilifanywa na mitume, na wanaofanya kazi hiyo ya viongozi wa dini ya mitume ni viongozi wa dini.